Kwa umenuna, umesikia? mnanumm minimesha nimeshakwambia wale sio wanaume zangu, wesini kibenteni changu ndio mi kibenteni, lakini tukwapiga hela. Wewe si unataka hela? yeah. Subiri mimi niende kawapige tu hela afu nakuja nakuleta hizo hela. Sitaki ulielie tena, umenielewa? Kila siku unaondoka, urudi na hela, tunagombana barabarani. Nisikilize. Hey, kuja <laughs> <laughs> hmm. mm. <hazawa> eh, kuja watu wako sambaa wana hela kisa kama mimi nakupenda mke wangu. Mama wewe. Eh, wewe hebu twende kesho asubuhi. Twenzao mama, rudi kesho asubuhi. Kesho asubuhi mapema sana kesho. Aya, shida basi, twende ah. Julia, mimi moyo inaniuma, amna kuondoka mke wangu huyu. Nani? Ah, uh, wangu huyu ni kaka yangu, moyo inaniuma basi poa, laki moja siku moja unaleta, laki moja inatutosha baby. Wewe wewe kaka yako mpenzi wako.